Matumizi bora ya ardhi ni sehemu nzuri ambayo inaenda kututatulia migogoro mingi katika jamii inaelekeza sasa, wakulima tutalima wapi, wafugaji watafuga wapi, wapi ni makazi, lakini wapi kutakuwa na huduma za kijamii, wapi kutakuwa na barabara ambayo inaenda kukitengeneza kijiji kufunguka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya kijiji. Kwa hiyo kuna manufaiko makubwa mno, zitatufanya tutulie, zitatufanya tusipoteze mali bila sababu kwa ajili ya migogoro midogo, lakini itatusaidia jamii sasa kugawa mirathi bado tukiwa hai lakini wapo wajane wananyanyasika wapo mayatima wananyanyasika kwa huu mpango kweli tutaenda kunufaika kama jamii hata sisi serikali tutafanya kazi kwa kutulia kwa kweli tumefarijika sana kufarijika kwetu ni kule kutuondolea migogoro iliyoko ndani ya kijiji cha Msungua maana tulikuwa na migogoro mikubwa sana baina ya jirani na jirani lakini baina ya kijiji na kijiji kitongoji na kitongoji pale tunapoenda kukipima kijiji naamini kwamba tunaenda kuwamaliza tatizo la migogoro ndani ya kijiji cha Msungua. Tumetenga mathalani huduma za kijamii kama vile barabara, hapakuwepo na barabara, ila kupitia mpango huu tumetenga maeneo ya barabara, lakini tumetenga maeneo ya hifadhi kama vile misitu, lakini pia tumetenga maeneo kwa ajili ya mifugo kulisha wanyama wetu, tumetenga pia maeneo ya kilimo, tumetenga pia maeneo ya akiba make tunaendelea kuzaana na kuongezeka kwa wingi kwa hiyo, tumetenga pia maeneo kwa ajili ya, ya, ya shughuli za baadaye, na tunaupokea mradi vizuri na tutawakilisha Msungua huu kwa kukubali kwamba tumepata mafunzo vizuri, tumeelekezwa na wakufunzi wetu waliopata mafunzo. Tumeupokea mradi na tutaendelea kufanyia kazi. Tunatamani siku moja nchi yote vijiji vyote elfu kumi na mbili vifikiwe na huu mpango kwanza, kwa sababu kama mlivyojieleza wenyewe, unaondoa mapungufu yote ya kimigogoro kati ya jirani na jirani. Maeneo mengi hayapati huduma kwa sababu hatuna maeneo ya kuleta miradi. Kijiji kinakataa kabisa kutenga eneo la kujenga zahanati, wanamwambia mbunge, ukitaka kujenga zahanati nunua ardhi. Sasa hapa mmeweka mkakati mzuri sana. Ni waombe tukauheshimu, punguzeni migogoro. Sisi huku tunapewa tu akili za ziada kuja kusema tuweke mipango, lakini kama tumeamua kwamba hapa ni sehemu ya kuzikana basi tupatunze